Na tukirejea nyumbani ni kwamba idara ya kupambana na mihadarati humu nchini itafanyiwa mageuzi na kuongeza idadi ya maafisa ili kufanikisha vita dhidi ya dawa za kulevya humu nchini. Rais William Ruto amemwagiza Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja kuimarisha kitengo hicho kama ilivyopendekezwa kwenye ripoti ya Jukwaa la Usalama aliyokabidhiwa leo na Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen. Aidha, mageuzi mengine yanatarajiwa katika kukabili dhulma za kijinsia na magenge ya wahuni kama anavyoeleza mwanahabari wetu Marian Nyambura. your excellency in three, two, one. Rais William Ruto alifanya kikao na machifu na manaibu chifu kutoka kote nchini katika ikulu ya Nairobi, ambapo pia alipokea ripoti maalum ya jukwaa la usalama. Rais amesema serikali itaongeza maafisa wanaokabiliana na dawa za kulevya kutoka 160 hadi 500 na kitengo hicho kitakuwa na ofisi 34 kote nchini haya yakilenga kutatua changamoto ambazo Wakenya walifichua waliposhiriki vikao. Nimeambia IG tuanzishe National Government Administration Police Unit to operationalize, na askari wa kwanza 1860 wakuwe deployed ndio wasaidiane kuhakikisha ya kwamba wale watu wanapika pombe chief akienda pale tuhakikisha kwamba kuna askari wa kuwashughulikia and we said your excellency this is the state of our nation where if we must solve a problem it must start by listening to those who are facing those problems on the ground and because i am not the person who started this process you started it when you were campaigning Prior to 2022, listening to the people. Rais pia amesisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kupambana na ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha maafisa wa usalama wanawajibika. Serikali itaanzisha mfumo wa kidijitali wa kuandikisha taarifa kwenye vituo. Tufanye digitization ya records ya police, tufanye digitization ya records ya ngao, kila mtu tujue ako wapi. Tufanye digitization ya records ya wale watu wa NPRs tufanye digitization ya OB ili tutumie digitization to make sure that we increase our efficiency and we increase accountability. Ripoti ya jukwaa la usalama imeweka wazi mikakati itakayowekwa kukabiliana na wahalifu wanauza dawa za kulevya na magenge ya uhalifu.